Haya, ah, yeah. Narabuku Bey, hakuna mwanadamu yeyote ambaye yuko chini ya jua atakayeweza kukutibira hata huyo kaka yako Mgaya hawezi kukutibira Mwinyi huyo Mwinyi mwinyewe Mwinyi huyo ni yeye. <laughs> <ya>, ni Mwinyi mbona, <laughs> unanifatahera mpaka u ah, ah, mimi saa hivi nitagi ubavu kwako e, yani ukinyanyua mguu mimi naweka, ukinyanyua unyayo naweka wako wangu. Nahitaji ulinzi wako baba, nahitaji <laughs> nipo katika pitapita -pita zangu hapa, naendelea kuchangisha jambo e, letu hili linalokuja hapa mbeleni. Unachangisha nini? Nachangisha pesa ya msiba, maiti mtarajiwa yuli baba. Kila navyomwangalia lada, nikimlia lada, naona huu mwaka amalizi, atoboi. Yani u umesema hujaua mtu, lakini mi nikimwangalia ule mwaka atoboi, huu mwaka amalizi. Kwa hiyo niko hapa nachangisha kabisa. E, akifa tu unaenda kupeleka rambirambi, naonekana mtu wa maana kwenye msiba wake. Mwinyi, sasa hapa niende kule siende? sasana na, na nini? Siyo, mwache tu afe chapuchapu, msiba tu nao na tunatamba nao, alaipi mtu mwema Narabuku Bey <todicu>

ndioyo unajielewa najielewa ni mwenyewe kabisa mi na uhakika alikuwa kaweka rasta nenda kamfungue pale utaona rasta zake ni mwenyewe kabisa maana nashangaa. kakaa pale na mjomba. kwa nini kafika pale hebu nisikiliza nikwambia mpaka mjomba wako unamwona pale ni msaada tosha kutoka kwa yule binti. Leo hii unaniambiaje kwamba yule ndio waliofanya huo udhalimu? Anakuiviaje begi hali ya kuwa ya mwenyewe? moyo wake unahitaji Narabuku Bey aamke. Hebu nisikilize, tuliza vizuri ubongo wako, tuliza vizuri akili ulizo nazo, ili tumtafute mwenye dawa zetu na nikikusikia kwa mara nyingine, ukiendelea kumtuhumu yule, utanijua kama naitwa Mgaya. Chapa ng'ombe juu pamba chini Alma. Ndugu yangu, napiga kelele milangoni mwa watu kaa baskeli ya kunolea visu. Una shida gani wewe, mpaka sasa hivi hutoki eh, hata nje kusikiliza? Alikuwepo yani, wewe upo ndani tu, ndani tu, haya ndani, umefanya nini wewe baba wewe? Tunapangia mda wa kuamka? Mimi kwa zangu bize ndani, natafuta watoto wangu, yani unapangia mda wa kuamka wewe? Sema una shida gani sasa? Mchina watoto wakatafuta sasa hivi kwepe, watoto wanatafutwa alfajiri au usiku wa manane? Mtu na utaratibu wake. Kama mtu umeshaamua amua kuoa, umeweka ndani kwa muda wote, unatafuta watoto, huwezi ukanipangia staili kwamba tafuta saa ngapi, saa ngapi. Ah, ah mi muda wote utakaojisikia kutafuta watoto mi umda ndio nataka nipate mtoto wa muda huu. Saidi, sema shida iliyokuleta bwana. Ah, mimi nina umbea, nina ubuyu na nina udako, na laiti ningekuwa nina kibomba yani, ningekitoa kwelekwe makaburini ningekipeleka fuoni, ningikieta mpaka darajani pale afu ningekikatia tiketi kama nilivyokuja mimi, nikaja nikakileta ndani ya daa Chanika. hey, nikakipiga watu tuwasikie, shughuli tu asikie. ni umbea gani huo? Naona kama ananishawishi ni watoto fulani wamekata. Watoto mashallah, ninapenda sana najua mimi Esa mnapenda watoto, wamekata wameenda hewani kidogo eh? kwa mshepu yao, niambie umbea ba. Sawa mchi, nataka kujua, lakini hili sio la mahensamu, wala sio la watoto hao unawazungumzia. Hili bwana linamhusu Narabuku Bey yani. Acha Narabuku Bey amefanya nini tena maana, yule ana balaa, hachelewi mtu kumgeuza mbwa, hachelewi mtu kumgeuza paka, kumweka mtu kwenye chupa, hachelewi kumfanya mtu kitu chochote, kila ambacho atakachojisikia yeye mwenyewe. Haya, amefanya lipi kubwa tena baba? hajamgeuza mtu mbwa Kageuzwa yeye chuma, kimemkaa kizuri tu yani. Sasa hivi kama si wakufa leo, basi kesho ndo hiti. Ni nani aweze kupiga chuma? Kapigwa chuma, kimemkaa. Wewe wewe azima ka, ka, kapigwa chuma. Nani kafanya hivyo, wakumgusa yule baba kwa jinsi anavyogofika? Nani kijasiri, wakakijasiri kidume gani huyo ambaye kajitokeza? Ni Mwinyi Mkuu huyo, yule jamaa napija vyuma, kama si wa leo ni wa kesho. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Yule kindu kindu kesha na hapa, nikasema lazima niye nikupe ah, ama kwa hiyo umbea pambe, ndugu yangu, na na, na mwenye mkuu jamani, mitano tena kwa mwenye mkuu, kwa sababu nilikuwa sina imani kama kuna kidume ambaye anataka mgusa yule. Ama kweli bwana, nguvu zinatofautiana, zimeenda na zijana level eh, kweli vidole wanasemaga zinatofautiana hivyo. Wewe kapigwa chuma yule baba. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejibu dua zangu mimi. Safi. Hebu tujaribu kuwauliza ndugu zetu hivi eh, ni kosa ili kwa kusababisha sisi tufukuzwe magengeni kama mbwa eh, kwa kudhalilishwa watoto wa mama wenzie. Hebu tuwaulize ndugu zetu, ili ni kosa kweli ambayo inatakiwa tufukuzwe sisi wetu? Huyo baba huyo, well, na wewe sogea hapa. Ina maana leo hamkupata taarifa kuwa ni siku ya kikao cha wafanyabiashara wa magenge yote? Tumepata eh, tulisikia ndugu mwenyekiti. Kwa hiyo kama mlipata na mlisikia, ni kwa nini hamjahudhuria kikao cha wafanya biashara wa magenge yote. Kwani nyinyi mnajikuta kina nani? Magenge ya baba zenu yale, si ndio? Hamuheshimu serikali ya magenge, si ndio? We mchina wee, we mpemba feki Mwenyekiti, tulikuwa tuna tumepitikiwa tu kidogo, kwa hiyo ni, ni, ni uzu. Mmepitiwa eh? Mpembo umepitiwa <coughs> na mambo eh? Mchina na nao napenda eh? ah, mi, mi kupitiwa na mimi sijapitiwa. Inawezekana yeye alipitiwa, lakini sisi, labda mimi upande wangu naweza nikasema, umri umri unaenda, tunasahaulika, ajua tunajisahau, miaka inazidi kwenda, baba <coughs> Mnatokea wapi? ah, sijawasikia vizuri, au nawauliza tena mmetoka wapi, na ni kwa nini hamjahudhuria kikao cha wafanyabiashara wenzenu. ah, tumetoka mpilani. mmetoka hospitali mmetoka kuangalia mpira? Mmetoka kuangalia kwenye mpira? Mmetoka kwenye hospitali sandio? Mnaletea mazoea eh? Hapana, hapanaawezekana hatukuwa sehemu moja kabisa ile, yaani hatukuwa pamoja ki... eh, mimi babu yenu eh? Sasa nisikilizeni, kuanzia leo mmepigwa marufuku kufanya biashara kwenye magenge hayo. Kuanzia leo mmepigwa marufuku hata kuja kununua ndimu kwenye magenge hayo hmm. sijamaliza na Kuanzia leo mmepigwa marufuku hata kukatisha harufu yenu kwenye magenge yale. Kiki. Kiki. Sasa, kama, kama kuna uwezekano basi angalau. Unanipa rushwa? Ina maana huyu mwenzako hajui kwamba rushwa ni adui wa haki rushwa, kwa haki serikali inapiga marufuku masuala ya rushwa. Kwa mimi upande wangu siungani na yeye kabisa kiukweli, mimi nitapiga zile namba za serikali ambazo ta, zatakukua takamatwa huyu. Ah, basi mimi nikuombe ndugu mwenyekiti, tusamehe na kama kuna uwezekano vile vitu vyangu nikavitoa nauzia hata nyumbani, hata nyumbani

Haya, tuambieni sasa, na nyinyi, hivi kweli ni kosa ambalo la kusababisha sisi tukuzwe kama mbwa kweli? Wa, wa, wa tu eh, tu, tusi eh, watu tusiangalie mpira tusiende hospitalini? Jamani, kwa sababu sisi tulikatazwa kufika hii ni nyuma sana hii. Hiyo lazima hakuna mtu aliyofurahia. Yaani hakuna mtu aliyofurahia. Wa kwanza mimi nimechukia ati mimi si ndio hata ndio ya kukamua pale katumbali. Mimi kweli msitengeze kachori mimi za nyumbani. Mimi na kachori kali. Kachori nikizitia udambu udambu nikizivurugia vizuri. Katilesi zimenyooka. Pale mimi ndimbeni kwangu na mbwa sisi siku chacha. Haya niambia ndugu yangu, umekuja na mpango gani sasa juu ya hii? Mimi nimekufuata, twende kwenye magenge yetu, tukimkuta mtu kaeka vitu kwenye magenge yetu tunampiga makofi, tunampiga makofi mpaka makofi mpaka anatuhulishia meza yetu yeye mwenyewe. Safi ya kwenda huko. Safi, wacha tuongozane, lakini naomba nikwambie jambo moja mimi, ndugu yangu, iwe siri yako Narabuku. Yani Narabuku Bey namjua vizuri, namjua vizuri ki kiundani kuliko navyomjua wewe. Yani ni mtoto halali wa kwanza wa shetani kutoka jehanamu yule Al, alipewa cheo cha kuchochea moto kule mbinguni, jehanamu kule, alipewa kitengo chake akawa anachochea. Sasa sijui ni kosa gani ambayo lisababisha paka akakorushana baba yake shetani akafukuzwa. Baada ya kufukuzwa, akakasirika akaona kuchanganyana kule na wakati wenzie, akaona jau, akatoroka akakimbilia Sinza, akawa anachukua watoto wakali wale wenye shepu anazingatia umeona akila nao gesti, anawatumia halafu, wakimwomba hela anasema eti kaatumia kwa njia ya dokumenti. Ndugu yangu ile tumwe kwa njia ya dokumenti kweli? Alafu sasa nawambia bwana, hii pesa ndeko ukatoe kwa njia ya senda, aka ragan anayetumia senda. Sasa muda, mimi ningependa tuambatane twende magengeni, lazima uvae

Nimekuita hapa ili tuweze kuzungumza na na ni namna gani tunaweza tukamfanya Narabuku akainuka tena. Wewe ni nani? Naitwa Sudi, ndo mtu ambaye nilifanya kila kitu kwenye ndoa ya Mr Narabuku. no, we ndo ule kijana uliyemtafutia Narabuku na mwanamke wako akatwacha sisi, si ndio? Mm, ndo mimi, lakini huu si wakati saa hii wa kuzungumzia haya, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinaendelea Dadine, nataka tuweze kushirikiana. Kushirikiana ni? Subiria mrejesho wangu. Nitakupatia ili tujue tunaanzia wapi. Saa. Kila kitu naona kinaenda kama tulivyopanga. Kila kitu? Mhm. Kuna kijana nimekutana naye na anaonekana kuwa amebeba kitu cha thamani ambacho kinaweza kikaja kumsaidia Narabuku. Sasa hofu yangu ni kwamba anaweza kafikisha kwa watu ambao sio sahihi na huo mzigo ukapotea. Kwa hivyo nakuamuru, nenda kamfuate, kwa sababu tukizembea inawezekana tukampoteza Narabuku. Kwa njia yote, hata kama kwa kutoa penzi lako. Sawa, Nipo tayari kufanya chochote kile, kwa sababu ya Narabuku. Nataka unithibitishie Hichi ninachoenda kukupa kitaenda kumsaidia na Narabuku? Ina maana bado niamini, si ndio? kuna mashaka na ukaribu wangu? Hapana, ila nilitaka kujua tu usalama wake zaidi. Nipatielobe kisha hakuna mtu yoyote ambaye atajua hili swala.